ndugu wanahabari kama mnavyofahamu mnamo tarehe mosi novemba 2025 tume huru ya uchaguzi na huru ile unaiweka katika quotation marks. Eh, ya taifa ilitangaza matokeo ya uchaguzi mkuu uliofanyika tarehe 29 Oktoba 2025 tume hiyo imemtangaza Dkt. Samia Suluhu Hassan kuwa mshindi wa kiti cha urais kwa asilimia 97.66 ya kura halali milioni 32,678,844. Zilizopigwa huu ushindi uliotangazwa ni mkubwa kuliko ule ushindi wa Dkt. John Pombe Magufuli mwaka 2020, ambaye alitangaziwa kwamba amepata asilimia 85. Haidhuru watu walioshiriki katika uchaguzi kidogo, ilikuwa kama nadhani asilimia 50, na vile vile ushindi uliotangazwa wa Dr. Samia Suluhu Hassan unapikwa hata ushindi wa Mwalimu Nyerere e, alioshinda wakati wa uchaguzi wa mwaka 1962. E, wakati tunaingia katika jamhuri na alishinda alimshinda Zubeli Mtembu wa chama cha African National Congress A, ANC kwa asilimia 95, na wakati ule wapiga kura waliokuwa wanapiga kura e, hawakuzidi e, hawakufika hata milioni mbili e, lakini Mama Samia e, katika wapiga kura milioni mili, 32 amepata asilimia 97.66 ni jambo la kushangaza kuona ushindi wa kiwango hiki ukitangazwa, lakini serikali ilifunga internet kwa siku nne mfululizo. Shughuli za habari na mawasiliano zilikuwa zimesimama, na hata mufti wa Tanzania alitoa tamko kuwataka Waislamu wasiende msikitini siku ya Ijumaa, waswalie nyumbani kwa hofu ya usalama. Swali la msingi, kama wananchi wanaipenda CCM na Mama Samia kwa kiwango hichi, ni kwa nini serikali inahofia maandamano na vurugu toka kwa wahuni wachache? CCM inapendwa kweli? asilimia 97 wamepiga <coughs> kura asilimia themanini na saba ya watu walioandikishwa kwenye daftari na kupiga kura wamejitokeza kumpigia kura. Halafu pana hofu hata kuapishwa, wameapisha kinyemela bila kuweza kuwakaribisha wapiga kura wanaompenda sana. CUF inasisitiza kuwa matokeo yaliyotangazwa hayawakilishi uhalisia wa kura zilizopigwa; ni matokeo ya kupikwa, yamevunja ya misingi ya haki, uwazi na uhalali wa kidemokrasia. Serikali imepoteza kabisa imani kwa wananchi ndani na nje ya nchi sasa katika uchaguzi huu. Na hili jambo nilipaswa nilieleze baadaye lakini bidi nieleze mapema. Kumetokea vifo wakati wa uchaguzi. Taarifa nyingi kutoka ndani na nje ya nchi zinaonyesha kuwa idadi kubwa ya wananchi wamepoteza maisha katika maandamano na vurugu zilizotokea wakati na baada ya uchaguzi. Mfano ambao niliupata, mfano halisi wa kifo cha ndugu yetu mmoja anaitwa Juma Sabuni Ngele, mwenyekiti wa mtaa wa Mianzini, tena ni mwenyekiti wa mtaa kwa tiketi ya CCM kata ya Makurumla, ambaye alipigwa risasi na kufariki dunia bila kushiriki kwenye maandamano wala vurugu zozote. Na kuna taarifa zinaeleza kuwa watu wengi wamepigwa risasi ovyo ovyo tu kuna gari zilikuwa zinazunguka vioo vya giza, ikizunguka sehemu mbalimbali, na walikuwa wakimkuta mtu hata mmoja, saa moja usiku anaenda kununua mahitaji, anapigwa risasi. Kuna taarifa hizo zimetokea maeneo kama vile Manzese, Uzuri, Sinza, Mabibo, Goba, Guza, kwa Mama Kibonge na maeneo mengine. Gazeti la The Guardian la Uingereza la tarehe 31 Oktoba 2025 linaripoti kuwa takriban watu 700 wameuawa ndani ya siku tatu za maandamano, 350 Dar es Salaam na 250 Mwanza na wengine katika mikoa mingine. Gazeti hilo linaeleza taarifa hizi zinatokana na mtandao wachadema uliokusanya taarifa kupitia hospitali na vituo vya afya. Mashirika mengine yamiripoti vipo kama ifuatavyo: Amnesty International imeeleza kwamba sio chini ya watu mia moja wameuawa. Shirika la Ufaransa, AFP, shirika la habari la Ufaransa linaeleza kwamba vyanzo vya usalama vinakadiria kuwa kati ya watu mia tano hadi mia nane wamepoteza maisha. Ofisi ya Umoja wa Mataifa ya Haki za Binadamu imethibitisha rasmi kwamba kuna vifo visivyopungua kumi hadi sasa. Serikali haijatoa taarifa rasmi kuhusu idadi ya watu waliopoteza maisha. Sio Chama cha Wananchi wakitaka serikali kuunda tume huru ya uchunguzi ikiongozwa na jaji anayeaminika ili kuchunguza kwa kina mauaji ma, ma haya na wahusika wote waweze kuadhibishwa. Ndugu waandishi wa habari, kulikuwa na ushiriki mdogo wa wapiga kura, kinyume na takwimu za tume ambazo zinadai kuwa wapiga kura milioni 328 sawa na asilimia 87.13 ya wapiga kura, wapiga kura wote walioandikishwa walijitokeza, wakati hali halisi inaonyesha vituo vingi vilikuwa tupu. Na katika hili hata taarifa ya watazamaji wa SADC wanaeleza kwamba wamekuta kuna vituo hakuna hata mpiga kura mmoja, na kuna vituo ambavyo askari ni wengi kuliko wapiga kura. Sababu za kuwa na wapiga kura wachache, kwanza, kulikuwa na hofu iliyochochewa na matamko ya serikali na baadhi ya viongozi wa dini kuhusu kulinda amani. Kila saa mtu anasema tulinde amani. Siku ya uchaguzi watu wakaanza kushtuka, mbona tunapewa kulinda amani? Kila saa mtu anazungumzia kulinda amani, huenda kweli amani itavurugika. Lakini palikuwa na palikuwepo vyombo vingi vya dola ambavyo vilikuwa vinapitapita mtaani, ambavyo vilileta hofu kwa wananchi. Pia kulikuwa na kampeni za mitandaoni zilizohamasisha wananchi kutoshiriki uchaguzi huu. Aidha, kampeni ya urais ambayo kwa kawaida ndio inaleta mvuto sana eh, katika upigaji wa kura ilikuwa ya upande mmoja, zikitangazwa zaidi na vyombo vya habari vya serikali kwa niaba ya mgombea wa CCM. Wagombea wa, wa upinzani wakiwemo wasiwe hawakupewa nafasi eh, katika vyombo hivyo hata vyombo ambavyo sio vya serikali navyo kidogo vilikuwa vina wasiwasi wasi kidogo, vilikuwa e, vyenyewe vinafanya self censorship kwamba wakati wowote wa unaweza leseni yako ikafungiwa. Kwa hiyo ndio e, maana hata mpaka hivi sasa wakati mwingine mimi sina television, lakini napewa taarifa e, wakati ambapo watu wamezoea kutazama habari e, panakuwa na kipindi kingine e, wakati wa habari katika uchaguzi huu chama cha Kafu kimeshughulikiwa vizuri sana, kimeshughulikiwa barabara. Kafu ilikuwa na wagombea wenye mvuto mkubwa wa kushinda uchaguzi katika majimbo mbalimbali yakiwemo jimbo la Kaliwa, Mtwara vijijini, Mbagala, Temeke, Handeni mjini, Handeni vijijini, Kondoa vijijini, Newala na Nyamba, Masasi Mjini, Liwale, Kilwa Kaskazini, Kilwa Kusini na majimbo mengine. Hata hivyo, vyombo vya usalama na tume ya uchaguzi walihakikisha hakuna mgombea wa CUF anayetangazwa kushinda hata jimbo moja. Kasoro katika zoezi zima la kupiga kura Tume ilitangaza vituo 99911 vya kupigia kura. Kwa idadi hiyo waliotangazwa, kila kituo kingekuwa na wastani wa wapiga kura 328. Kuna vingine vilikuwa na wapiga kura wengi zaidi hapo, wengine wachache kidogo, lakini wastani ulikuwa wapiga kura 328. Kwa mchakato wa kawaida wa kupiga kura, na mimi nilikwenda kupiga kura kwenye kituo cha Mtongani, shule ya Mtakuja, shule ya msingi ya Mtakuja. Nilipata bahati, tuliletewa message kwamba unaweza kutambua kituo chao cha kupiga kura kwa kupiga namba fulani ya simu. Nikapiga namba ile, nikajulishwa kwamba kituo chako kiko shule ya msingi Mtakuja namba 87 Nimekwenda pale, sikupata maelekezo yote, kituo cha A7 kiko wapi. Ilinichukua kama dakika tano kuweza kutambua kituo kilipo. Nilikwenda kwenye kituo kwa ule utaratibu wa kwanza kwanza, unatambulishwa, palikuwa na orodha iko nje, linatazamo jina lako, unaingia kwenye kituo kupiga kura, unapewa daftari ili utambue picha yako, halafu unapewa karatasi za kupigia kura. Ukishapewa karatasi za kupigia kura, unajulishwa kwamba kapige kura alafu ujaze e, katika maboksi haya au katika ndoo hizo. Kwa hiyo kwa kuingia ndani ya kituo mpaka kumaliza zoezi la kupiga kura na kuwekewa wino kwenye kidole inachukua wastani wa, wa dakika tano. Sasa ikiwa kituo kina wapiga kura 328 na kila mpiga kura anachukua wastani wa dakika tano, na mimi nilikuwa mwepesi kuweza kugundua picha yangu na, na kuweza kugundua sehemu zote za kupiga kura, nilichukua dakika tano. Maana yake ukiwa na wapiga kura 328 kila mmoja akachukua dakika tano, utahitaji masaa 28 kuwamaliza wapiga kura hawa. Kwa hiyo hata kama nusu ya wapiga kura hawa wengetokea kwenye kituo, upigaji kura usingeweza kumalizika siku moja <coughs> lakini bila haya, bila haya na tena hawa ni majaji wanasema asilimia 87 asilimia themanini na saba ya wapiga kura wamejitokeza kupiga kura, jambo ambalo haliwezekani kwa hali ilivyokuwa kwenye vituo. Na hali pale, watazamaji wa kimataifa wamekuja wasadeki, wanaeleza wameenda kwenye vituo, hakuna mpiga kura. Wameenda kwenye vituo, kuna polisi wengi kuliko wapiga kura. Halafu tume ya majaji bila haya bila haya wanasema watu milioni thelathini na mbili wameshiriki katika kupiga kura. Ndugu zangu, hili ni jambo la aibu, jambo la fedheha. Watu ambao unadhani kwamba kidogo afadhali wamekuwa ni majaji, waweze kulinda heshima zao wanaenda kutangaza uchaguzi matokeo, kama vile mambo yote yalikuwa shwari, hakuna tatizo lolote lililotokea. Huwa Tanzania wenzetu, basi. <coughs> Mtu unasikitika, hivi tumefikia wapi? Sisi tumefikia wapi?